Bwana Yesu asifiwe sana, mpenzi wa mashairi. Kwa ndugu zangu Waislamu, asalamualaikum. Karibu kwa shairi letu la leo ambalo latoka katika waraka wa pili wa mtume Paulo kwa Timotheo akiwa gerezani, mbili kuanzia mstari wa nane hadi wa kumi na tatu. Mtume Paulo anamuhimiza Timotheo kuvumilia katika Kristo ili apate kuishi naye milele, jinsi mtume Paulo alivumilia licha ya kuteseka kwa ajili ya injili ya ufufuko wa Kristo. Kuvumilia kwa Kristo kuna maanisha nini? Ni kukubali ya Ukristo yaani kutenda mema. Tuseme kwa ufupi kutii amri ya upendo na kueneza habari njema kwa maskini. Kila wakati tukitenda dhambi tumrudie Kristo kwa toba. Kwani yeye anatupenda licha ya kwamba sisi humkana kila wakati kwa dhambi zetu. Tumsifu Yesu Kristo. Karibu na utafakari shairi lifuatalo. Mpendwa kumbuka kuwa, kwa wafu kafufukia. Yesu Kristo liye kuwa, mwadaudi mzalia. Neno livyotabiriwa, injili kihubiria Tukivumilia nae naye, tutatawala na yeye ye. Kwa ajili yake Bwana, mateso na vumilia. Minyororo kinibana, kama mvunja sheria. Alifungwi lake Bwana, neno linaendelea Tukivumilia naye tutatawala na yeye. Kwa hiyo navumilia, ajili ya wateule. Wokovu pate vunia, kwa Yesu Kristo milele. Neno wakisadikia, taishi mbinguni kule tukivumilia naye, tutatawala na yeye. Tukifa na yeye Kristo, tutaishi naye pia. Kivumilia na Kristo, tatawala pia, naye pia. Na tukimkana Kristo, tatukana naye pia. Tukivumilia naye, tutatawala na yeye. Tukiacha kumwamini, hawezi tuachilia. Ni mwaminifu Rabani, tangu milele Jalia. Kujikana hawezini, kwake tunaaminia tukivumilia naye tutatawala na yeye. Tukivumilia naye tutatawala na yeye. Na neno nitasimama. Amina.